Mwili wa mtu mmoja kati ya wawili wanaosakwa umeopolewa katika bomba la maji taka huko Bamburi, eneo la Nyali, kaunti ya Mombasa. Mwili wa mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 54 minne uliopolewa usiku kwa wa kuamkia leo. Maafisa wa kaunti waliokuwa wakiendeleza oparesheni hiyo wamesema kuwa wamelazimika kufunga shughuli hiyo baada ya kuchimba futi zaidi ya 120 na ishirini ili kuthibitisha kuwa hakuna mwili uliosalia ndani ya bomba hilo. So tumeweka askari hapa ya polisi na askari ya tukisaidiana pia na enforcement team ya county kuhakikisha kwamba hakuna mwingine anakuja hapa kuhatarisha maisha wengine, kwa sababu hata sasa hivi tumeona mchanga imeenda kidogo chini. So tungeomba watu, watu wasikuje wengi hapa. Tunajua hapa Kisauni kuna watu wengi.